usiende zaidi ya sabini Na minimum Yaani ya chini kabisa Usiende chini zaidi ya speed arobaini, arobaini na tano, na tano Ukienda chini ya speed arobaini na tano Unaweza ukasababisha hatari Kwa well, no, no, no, hiyo unaona ndiyo maana watu wana maintain speed zawa Kuanzia arobaini na tano Na sabini Na line umeziona hizi kwa mfano hapa nakuambia line tatu Umeziona hizi line tatu Hizi line tatu zina maana hizi Laini ya kulia ni wale watu wanaoendesha minimum. Maona hapo speed limit imebadilika sasa, sitini. Maona speed limit imebadilika hapo sitini. Kwa hiyo nilikuwa naongelea kuhusu line, line ziko tatu, sehemu nyingine ziko nne, nyingine ziko tano, nyingine ziko sita, nyingine hivyo yani kwa hiyo ukikaa line ya kulia wewe unaenda, umeona, amesema no track left line, ndio ulikuwa nakuja huko, sasa sign imeniwai. Kwa hiyo ukikaa line ya kulia wewe unaenda minimum, yani watu ambao wanaenda minimum wanakaa kulia. Kwa hiyo kulia, mtu ambaye hana haraka, na track ya matraki yetu, kwa sababu ni marefu haya makubwa, aya, anakaa kulia hayatakiwa akae laini ya kushoto, yaani ukikaa laini ya yaani, laini ya no, laini ya kushoto ni kupita, umeona hauwezi ti laini ya kushoto umekaa, kwa sababu laini ya kushoto ni laini ya kuspidi, si umeona? Kushoto kule, umeona, tuko kulia, wanavyospidi wale, umeona time, umeona hasa, hauwezi ukakaa laini ya kushoto alafu unaenda taratibu, unaweza ukasababisha ajali. Hapo nilikuwa nakupa kiendo kiendo cha cha line. Alafu kuna sehemu nyingine line nyingine zimeandikiwa HOV HOV. Ukiwa kwenye gari, unatakiwa ukae, okay, kwenye hiyo laini ya HOV uwe zaidi ya dereva mmoja, yaani uwe, uwe kwenye gari kunatakiwa kuwa na zaidi ya mtu mmoja, sio sio mtu mmo, ukiwa peke yako utakiwa ku, ku, ku, kuwa kwenye line ya HOV, lakini ukiwa zaidi ya mtu mmoja unakaa kwenye unapewa unapewa fedha ya kukaa kwenye line ya hov, kwa sababu line ya HOV magari sio mengi, kwa sababu Marekani watu wengi wanaendesha gari mtu mmoja mmoja, hasa kila mtu akiendesha gari traffic inakuwa nyingi, traffic inakuwa kubwa kwa hiyo wameweka wa hop wanawafeva wale watu ambao watakuwa wawili kwenye gari, kwa sababu marekani wao wana expect kila mtu ana uwezo wa kuona gari, sio kama nyumbani. Nyumbani ukiwa na gari unawakoga wenzako, gari unawakoga wenzako, lakini unyamwezini gari it's just transportation kutoka point A kwenda point B, sio kuona gari ndio uanze kuwakoga wenzako, mimi na gari ndo umeona bwana. kwa hiyo ukiwa mkiwa zaidi ya mtu mmoja kwenye gari, wanakupa feha. Wanajua kabisa mwenzako angekuwa na gari, trafiki ingeongezeka, magari angekuwa mengi barabarani. Kwa hiyo, kwa sababu mko wawili, basi unapewa privilege ya kukaa kwenye HOV line li bwana. Kama hujaelewa hapo, comment chini, andika comment chini hapo kama hujanielewa kuhusu HOV line hata yeah. Kwenye maya miziki miziki ya rapu wanaimbaga imbaga, wanatumia sana milaini, bla bla bla, unajua ile marapa kwa yeah. Hapo mi nataka nitembee na wewe mpaka nafika kuchukua mzigo. Nimebakisha kama dakika kumi na tisa, ni ingia kuchukua mzigo dakika kumi na tisa alafu Florida bwana, wana, wana magari yale fans cars. Yaani watu wengi wana zile fans cars Florida. Yaani hapa sasa hivi nikisema nianze kukuhesabia fans car, kwa sababu kushoto unaona gari nyeusi naende, ile ni nani, ile Tesla hapo, hiyo gari nyeupe hapo, BMW moja. Sasa hivi naanza kukuhesabia magari ya jinsi alivyo fans car hapa hapa hapa Florida. Florida wana magari yao ni fans wasabu hii sehemu ni sehemu sehemu, kuna sehemu nyingi sana za sehemu za starehe, ona sehemu nyingi ni za starehe, na watu wengi wanakuwa na fan mona, fans cars zijali za luxury wanakuwa nazo, watu wengi wanakuwa nazo bwana, oia joja <laughs> bana ma pick up watu wengi sana wana pickup truck, yaani mtu atakuwa na gari ndogo, lazima atakuwa na pickup truck ya Georgia. Kwa nini? Kwa, kwa sababu Georgia Georgia, lifestyle ya Georgia hujue, ni mambo ya handyman handyman sana mambo ya pickup, kama mara ukafanya hivi mara hivyo ya Georgia nafikiri nafikiri, ndio maana watu wengi wanakuwa na ma pick up truck. Pick up truck, watu watu wengi, Joja, watu wa vilimo, vilimo kwenye ufugaji, mona eh, kwa hiyo ndio maana wanakuwa na pick up truck, wengi wanakuwa na pick up truck. Mwenye na dinga moja mpika pitu wa Chevy Romanangu la mwaka sitini na sita C20 Atari yeah. Pickup truck unaona bwana, wa kizamani unajua, yeah. Si wa Kongwe, dogo mdogo eta mbwembwe kwenye maisha, lazima ukae namnaga, make sure you can breathe in breathe out. Unavuta pumzi ndani, unavuta unatoa pumzi nje, hayo ndo maisha, that's life. So hizo nyingine zote mbwembwe zote zotembwe

anakwaga na shangaa nikisema breakfast kama saa hizi, sasa hivi almost saa saa moja saa mbili kasoro naaa, breakfast moja nikupe chikiendo breakfast, manake kama umekula mwisho umekula jana usiku, ujala kitu umeenda kulala ukiamka asubuhi hujala kitu saa nne saa tano sita saba hujala kitu mpaka saa nane mpaka saa tisa taimu yoyote ambayo utakula haijalishi that is breakfast kama ukila saa sita ni breakfast kama ukila saa saba saa nane saa tisa kumi jioni kumi na mbili jioni breakfast Time yote utakayokula ni breakfast, kwa sababu umekaa kuanzia jana, labda umemaliza kula let's say saa mbili usiku, ukalala ukaamka asubuhi, hujala kitu. Kwa hiyo time yote utakayokula ni breakfast, haijalishi ni asubuhi, mchana, jioni. Hiyo ndo maana ya breakfast, kwa sababu una break your fast. Kipindi ambacho umekula usiku kule saa mbili jioni, umeenda kulala pale, kuna fast auli kitu sababu wewe ukalala huko unakula umeamka zangapi? na no, yani umelala ile kama yani umefunga yani umefast kwao, unavo ume fast unapoamka, una asubuhi, umeamka ume, ume, kumekucha another day, next day, time yote utakayokula pale unakuwa umebreak your fast, kwa maana anaita breakfast ma, lakini sasa kutokana na mambo ya biashara mambo ya matangazo, watu sasa wame a wamezikategori, wameweka breakfast, wameweka lunch, wameweka dinner, na hapo hapo kwenye lunch wakaweka brunch between asubuhi na mchana pale, wanakuambia brunch, it's it's it's all all all about how they can make money. It's all about about business, how how money sounding sound good. Breakfast, lunch, dinner, come on! kwa hiyo So, ando no kwa mimi, kwa mimi sili si asubuhi. Mimi nakula kuanzia mchana, unakula kama hivi leo, nimekaa kutwa nzima sijala toka asubuhi, toka nimeamka sijala mpaka sasa hizi ndo nakula na breakfast nini like 10 15 minutes nikifika hapo kwa sababu nimebakisha maili ngapi? Maili sita, ndio na breakfast, kwa sababu nakula kwa, nakula mimi kwa siku nakula mara moja kwa siku, nakula mara moja. Nikishamaliza kula hapo, baadaye labda nikishakula, labda let's say nimekula big meal let's say big meal around the..., saa saba, nane au tisa. Kwa hiyo baadaye huko labda naweza akapata fruits, kapata fruits au nuts, korosho, korosho Lotion, matunda matunda ndio inatoka mpaka kesho mpaka kesho. Kesho time kama hizi tena. Kwa hiyo kwa nini nakula mlo mmoja? Kwa sababu mimi background yangu ni sports. Sportsman, nilikuwa mtu wa michezo kufanya mazoezi oh. Almost nusu na robo ya maisha yangu nilikuwa mtu wa mchezo, kwa hiyo mwili wangu wa saivi kama nilivyokuwa kipindi cha nyuma. Sasa hivi ndio hivyo, muda wote tuko barabarani tunaendesha, kwa hiyo sina muda kufanya mazoezi kama nilivyokuwa nafanya, nafanya mazoezi kidogo sana. Kwa hiyo nikakaa nikafikiria nikasema, unajua sasa hivi si, siko si active kama nilivyokuwa zamani, kwa hiyo inabidi nipunguze chakula. Sasa kwa sababu ni kila kama nilivyokuwa nakula na kula zamani ngenikimbia ningekuwa huyo Asikudanganya mtu, ni chakula tu. Watu wengi wanakuwa wana wana, wana, wana, wana gain weight lakini wana struggle kwenye kuzuia weight. Ni chakula tu, ni chakula tu, asikudanganya mtu. Na ukila mara moja kwa siku haufi, dakaga siku tatu nafunga 3 days only water na fresh um, Yeah. kwa hiyo nikaona sasa, ngoja nipunguze Nipunguze ni, ni volume ya chakula eti, asubuhi mchana jioni you no know? nakula mara moja kwa sababu unakula asubuhi mchana jioni chakula kina ufanye mazoezi au bani calories mona you know? mwili wako unachukua, kuna amount ya ya ya ya calories unachukua inachukua kuna kuna amount ya chakula inakichukua inakitumia kwenye mwili wako, ikizidi ile inayozidi inachukuliwa, ina inaenda kukaa kwenye store, inawekwa kwenye storage. Unaona, sasa store inavyojaa, sasa ndio unakuta mtu ana kitambi, mwanamme ana manyonyo. Kwa sababu nini? Store imejaa. Sasa na store inavyojaa inafurika. Unaona bwana, pembeni humu kuna kuna manyamanyama ndo storage, lakini ukisema ufunge sasa kwa sababu ukifunga three days only water, uh, ifunga three days only water. Kinachofanyika kina, sasa mwili wako unakaa, afu mwili wenyewe una realize kwa okay, hapa saa hivi hamna kitu kinachoingia kwa hiyo, kama hamna kitu kinachoingia, ngoja niende kwenye store sasa nikachukue energy ni, ni ni apply sasa kwenye mwili ndo? inaenda kwenye tumbo, kwenye kitambi, naenda kwenye maipsi, naenda kwenye nini, kwenye nini, kwenye manyonyo, inachukua sasa, inakupa energy. Kwa hiyo unapozidi kufunga, labda let's say, umefunga three days, lazima u lose weight, kwa sababu kwenye store vitu vinaenda, vinapungua, vinapunguzwa bwana, unaona, vinapopunguzwa sasa ndio una lose weight. lakini kama ukiwa wewe unakula asubuhi, umekula Mchana umekula na hapo hapo katikati mchana tena umekula, jioni tena umekula. Amini, just imagine, unaona you know, store yako unaweka vitu unaweka vitu unajaza vitu mpaka vingine uvioni, unatafuta kitu ukioni kingine. Sasa pale unapotafuta kitu ukioni, ndio pale sasa unataka una, unaoga tumbo chini hapa upaoni kwenye kitovu, kwa sababu tumbo kubwa, unaona bwana.

Niendi moja kwa moja, sio stop sign hapo, ni kuyield. Kama kungekuwa kuna gari inayokuja, ningeondoka ningepita moja kwa moja na yukuja. naitwa Lakeland Lakeland City u uh, mji unaitwa Lakeland.

hapo nimekuja kuchukua mzigo, nimekuja kuchukua mzigo hapo. Tafuti hapa, niangalie ofisi kwapi pale. Nasemaje, this premises is monitored by off-site 24 hour security camera Sio shida yangu hiyo, sio shida yangu mimi, sio shida yangu hiyo mimi, sio shida ya, sio shida yangu mimi, hapa naitafuta shida yangu. Your destination is on the left. Eh, shafika. Unaona hapo? Meshi dangu hiyo hapo. Unaona hiyo? Receiving office. Ile ndio meshi dangu. Aye, jamani. Koja ningeenda ndani hapo nikachekini aone tunafanyaje. Stay with me. Stay with me.